moja wakati huu sasa, msikilizaji, tunakwenda kuungana na baadhi ya wana Rozari Hai na baadhi ya waamini kutoka parokia Kristu mchungaji Mwema, Kristu, ema, kanisa kuu jimbo Katoliki Same kwa ajili ya kutunguza katika sala maalum kabisa ya novena ya kum, ya kumshukuru Mwenyezimungu kwa ajili ya kampeni ya kapu la mama kwa mwaka 2025 pale huku, Iluminata Angelo Mkadange, mwakilishi wa Redio Maria Tanzania jimbo Katoliki Same. Iluminata, tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Karibuni sana asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapendwa, tunapomshukuru Mungu tunapoungana na Radio Maria, sauti ya kikristo nyumbani mwako. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kapu la mama ishirini ishirini na tano. Basi karibuni tusikilize neno la Mungu linalotoka waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wakorintho, sura ya nne aya ya kumi na sita na sura ile ya tano aya ya pili. Kwa hiyo hatulegei bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu ya tufanyia utukufu wa milele uzidio kwa wingi sana, tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hii twaugua tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu pendwa karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu ambalo tumelisikia hivi punde, ambalo ninatualika kutambua nguvu ya ukarimu, lakini nguvu ya tumaini inayotengenezwa katika maisha yetu. Somo hili linatupa tafsiri kwamba tuwe watu wa imani, kwani tunaposoma waraka kwa Ebrania sura ya kumi na moja aya ya kwanza anatuambia imani ni kuwa na bayana na hakika ya mambo ya taradiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni tafsiri halisi juu ya imani yetu sisi tunaoamini kwa Mungu, ambayo mambo yote hapa duniani tunayaacha yanayopita, tunaweka mkazo wetu katika kuyatazama yale yasiyoonekana, la yale la ya, ya mbinguni, ambayo yana faida katika maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa sana, wasikilizaji wa Radio Maria sauti ya kikristo nyumbani mwako, katika tafakari yetu hii ya leo inayobeba ujumbe imani yangu tumaini yangu, kwani katika kuamini ndipo tunazoweza tukatumaini yale yajayo. Sisi tulio mahujaji katika matumaini, safari yetu hii ya hija hapa duniani inapata umaana wake katika msingi wa imani kwa Mungu iliyojikita katika tumaini eh, la Mungu kwa watu wote, kwani pale imani yetu kwa Mungu inapokuwa na kuweka mizizi imara, basi ndipo lilipolala tumaini letu kwa Mungu ambalo daima linatutia nguvu ya kusonga mbele, kwa sababu imani ni taa inayotuangazia kuona pale ambapo jicho la nyama haliwezi kuona. Ndiyo maana linatupa tumaini ya kuyatarajia yale yajayo hata kama ya sasa yanachakaa hata kama sasa yanapita, basi imani yetu inatuangazia mbele, kwani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani hiyo ni dawa, kwani kupitia imani tunaponywa. Ndio tunasoma katika Injili ya Marko sura ya tano aya ya thelathini na nne, Yesu akamwambia binti, imani yako imekuponya. Hivyo mimi na wewe kupitia imani tunaponywa roho zetu, mimi na wewe kupitia imani tunaponywa hata miili yetu na kupitia hapo tumaini la ufalme ujao linaongezeka katika maisha yetu. Lakini imani huleta urejesho hata kwa yale yaliyopotea, huleta urejesho hata kwa yale ambayo tulikuwa hatuyategemei katika maisha yetu. Ndipo tunaposoma katika Injili ya Marko sura ya tano aya thelathini na sita, ambapo Yesu akamwambia binti Yairo, usiogope, amini tu. Ni yule binti eh, Yairo ambaye mwanaye pekee alikuwa amekufa na Yesu akaenda akamfufua, lakini urejesho wake hapa duniani ulifanya kwa sababu ya imani. Wapendwa ndugu zangu, tuwe watu wa imani. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, tunapoendelea na tafakari yetu juu ya imani yangu tumaini langu, kwani kwa imani ndipo tunaweza tukatumaini ajayo, kama anavyotufundisha mtume Paulo tunaposoma waraka kwa Warumi sura ya kumi aya ya kumi na saba aya ya kumi na nane ni tanukuu: imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini nasema je, wao hawakusikia? Naamu, wamesikia, sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Wapendwa, sehemu hii itupe ujumbe kwamba imani huja, imani chanzo chake ni kusikia na sisi tunapomshukuru Mungu kwa kapu la mama ishirini ishirini na tano tunamshukuru kwa sababu tumeinjilisha pamoja naye baada ya kutoa michango yetu baada ya kutoa majitoleo yetu baada ya kutoa sadaka zetu. Radio Maria sauti ya Kikristo nyumbani mwako, chombo hiki kimeendelea kuitambaza imani kwa watu, kusukuma imani kwa watu, na kwa kazi yake anayoifanya basi kwa sababu imani chanzo yake ni kusikia, wasikilizaji wote wakafikiwa, idadi ya wasikilizaji ikaongezeka, na kazi hiyo ya Mungu ikaendelea. Lakini tuendelee kwa nguvu zaidi, kwani mama yetu Bikira Maria alipokuwa kule harusini Kana, katika Injili ya Yohane sura ile ya pili aya tano, aliwaambia wale wafuasi kwamba lolote atakalowaambia fanyeni na katika maandiko matakatifu Bwana wetu Yesu Kristo ametupa jukumu kwamba nendeni ulimwenguni mote mkahubirie mataifa kwa jina langu mkahubiri Injili kwa mataifa yote. Wapendwa, dunia ni kubwa, na binadamu mimi na wewe ni wadogo sana. Hapa na pale, hatuwezi kufika katika hayo mataifa kwa miguu yetu, hatuwezi kufika katika mikoa mbalimbali kwa miguu yetu, hatuwezi kufika katika eh, hata majimbo mbalimbali kwa miguu yetu lakini kupitia michango yetu katika kapu la mama, kupitia michango matoleo yetu katika kapu la mama, basi tunaendelea kuhubiria mataifa. Hivyo tunapoendelea kumshukuru Mungu, leo ni siku ya saba katika novena yetu ya kumshukuru Mungu, basi tunatambua kwamba kushukuru ni kuomba tena. Katika eh, sala hii ya kushukuru, katika novena hii ya kushukuru, tunaendelea kuomba neema na baraka kwa wale wote waliofanya majitoleo yao, kwa wale wote ambao wametii kauli ya mama kwamba lolote atakalowaambia fanyeni. Na sisi ametuambia nendeni, mkaihubiri Injili kwa watu wote. Na tunatambua e, katika maandiko matakatifu pia mama yetu Bikira Maria alimtembelea Elizabethi, akampa ujumbe. Na sisi Elizabethi, pengine kuna wagonjwa wako ambao hawawezi kunyanyuka kukutana na sisi katika makongamano mbalimbali, wakafundishwa juu ya imani yao. Wapo wazee mbalimbali na wasiojiweza ambao hawawezi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, katika maeneo mbalimbali wakaweza kukusanyika na kulisikia neno la Mungu juu ya imani yao, wakapata tumaini juu ya tarajio lao, wakapata maana na ujumbe tuliosikia katika barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Korinto, sura ya nne juu ya tumaini lijalo, juu ya ulimwengu ujao. Basi hao na sisi tunawafikia kupitia Redio Maria, kwani mgonjwa anapokuwa kitandani pale, tuna tunakutana nao, amefungulia redio anasikiliza neno la Mungu, anasikiliza sala mbalimbali, anaburudika kwa nyimbo mbalimbali. Wazee waliokaa hata katika viti vya kusukuma, walemavu na wasiojiweza, wamekaa wanapata elimu hii ambayo sisi tunaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hivyo wapendwa, tumshukuru Mungu kwa zawadi ya uinjilishaji aliyoupatia, na tuendelee kuiombea Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, ili izidi kukua zaidi na zaidi. Lakini tunaambiwa imani yetu ni matendo lazima imani yetu iambatane na matendo. Tunakubali tunayo imani, tunakubali kwamba tunaishughulikia imani kila siku na matendo. Yale ambayo tunaadhihirisha leo ni yale ya kumshukuru Mungu kwamba tulitenda kwa imani, tukatoa kile chetu kidogo, basi tukamtolea Mama. Mama na yeye akaenda kumtembelea Elizabeth. Elizabeth ni wale wagonjwa waliohubiriwa habari ya tumaini, ni wale wagonjwa waliofikiwa na Redio Maria sauti ya Kristo nyumbani mwako kule vitandani walivyokuwa wamelala, ni wale waliokosa tumaini na maana ya maisha wakalisikia neno la Mungu, wakapata burudani ya nyimbo mbalimbali zinazomsifu Mwenyezi Mungu, zinazowasifu watakatifu, zinazomtukuza zinazo mama yetu Bikira Maria. Hivyo na sisi tuendelee kuunga mkono kwa sala, maombi na majitoleo yetu ya kila siku, huku tukiendelea kumuomba mama yetu Bikira Maria na tukiendelea kuwaomba na watakatifu wengine watuombee, ili katika safari hii ya matumaini sisi mahujaji hapa duniani tuonyeshe imani ya kweli kwa vitendo na tukaupokee jukumu letu la mbatizwa, ambalo jukumu la mbatizwa ni kwenda kuwahubiria watu habari njema, na habari njema hiyo katika ulimwengu wa leo inawafikia watu kupitia vyombo mbalimbali vya habari, hasa chombo chetu hiki, chombo cha imani, chombo cha mama Bikira Maria anayekwenda kumtembelea Elizabethi, yaani Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maria sauti ya Kikristo nyumbani mwako na redio washirika popote tulipo. Ndugu wasikilizaji, tuendelee kuiombea redio yetu, tuendelee kujitolea na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uinjilishaji, kwa neema anazotujalia na kwa nguvu aliyowajalia hawa viongozi wanaosimamia chombo hiki, ili basi kamwe wasikate tamaa, chombo hiki siku baada ya siku kiendelee kufika masikioni mwa watu na kikawe sababu ya matumaini kwa watu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Nia za novena ya kumshukuru kapu la mama ishirini ishirini na tano. Nia ya kwanza, kumshukuru Mungu kwa ajili ya majitoleo ya wadau wetu mbalimbali ambao wamejitokeza kushiriki kampeni yetu ya kapu la mama kikamilifu, kupitia njia ya mia mia mbili, money box, vibubu, fedha taslimu, benki na bahasha. Nia ya pili kushukuru Mungu kwa ajili ya wadau wetu ambao wanaendelea kuguswa kushiriki kampeni yetu kwa, si... kwa siku zilizosalia, ikiwa ni pamoja na kushiriki kupitia mtandao yetu simu, kwa namba ya kampuni mia mia mbili, na kurudisha bahasha ambazo walizochukua wali, walichukua. Nia ya tatu kushukuru Mungu kwa ajili ya mababa wote wa kiroho ambao daima wamekuwa wakiupokea utume wa Radio Maria majumbani mwao kwa moyo mkunjufu. Nia ya nne kushukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wa marafiki wa Valentini. Ivalamkia wote na wahudumu wa Radio Maria Tanzania kwa kushiriki wao kikamilifu katika kampeni hii. Nia ya tano kuwaombea pumziko la amani wadau wote wa Radio Maria waliotangulia mbele ya haki. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie. Wapumzike kwa amani. Amen. Tuombe. E Bwana, asante kwa neema na huruma yako tuliyoionja katika kipindi hiki cha kampeni ya kapu la mama. Tunaomba uendelee kubariki nia zetu njema na za jamaa zetu. Kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa matumaini, tujaliwe kuimarika katika fadhila ya matumaini, ili tuzidi kuona upendo wako na kuwa na hamasa ya kushirikisha kwa wengine, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amin. Amin. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo litukuzwe duniani kama mbinguni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 umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Salamu Maria umejaa neema Bwana yu nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa.

Ta, salamu Maria umejaa neema Bwana yu nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao lako wa tumbo lako amebarikiwa Maria mtakatifu mama. Salamu Maria umejaa neema Bwana yu nawe Mebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtaka, Salamu Maria umejaa neema Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtaka, Salamu Maria umejaa neema Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Salamu Maria umejaa neema Bwana yu nawe mebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe mebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama, mtuna, salamu, salamu. Salamu, Malkia, mama mwenye huruma, uzima, kikiizo na matumaini yetu, salamu, tunakutii ugenini hapa sisi wana wa Eva nakubilia tukilalamika na huku tukilala, huku bondeni kwenye, kwenye machozi haya. Basi mwombezi wetu utuangalie kwa wema, na mwisho wa ugeni huu utuonyeshe Yesu, mzao mbarikiwa wa tumbo lao. E mpole, e mwema, e mpendelevu Bikira Maria. Utuombee mzazi mtakatifu wa Mungu. Bikira Maria, Malkia wa ulimwengu. Utuombee sisi na ulimwengu. Tunao kimbilia. Mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote, kwa kuwazaliu ewe Bikira mtukufu. Na mwenyez Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na mpendo wa msikilizaji wa Redio Maria, sauti ya Kikristo wa nyumbani mwako, na redio wa shirika radio, radio mbiu, ninakushukuru sana kwa kusali pamoja nasi novena ya kumshukuru Mungu kwa kampeni ya kapu la mama elfu mbili ishirini na tano ambayo tunaongozwa na kauli mbiu inayosema Mama wa Matumaini. Niwashukuru sana wana Rosari Hai ambao wametuongoza, lakini pia kwa tafakari tuliyopata kutoka kwa Padre James Singo. Mungu mwenyezi awabariki na matangazo nilikuletea, ni mimi Iluminata Angelo Mkadange, mwakilishi wa Radio Maria Tanzania, jimbo katoliki Same. Ni kurudishe kwake Malsin, tuendelee na vipindi vingine, kwako studio. Iluminata, ni kushukuru sana kwa kusimamia matangazo moja kwa moja kutokea hapo jimbo katoliki Same. Nashukuru pia ambao ametuongoza, asante sana kwa wapagwe ambaye amelipelea tafakari jeni hii leo, nikutekea katilokuwa mwema na utume mwema. Amina. Shukrani sana. Unaendelea kuitegea sikio Radio Maria Tanzania sauti ya Kikristo nyumbani mwako ikiwa inaendelea kutangaza moja kwa moja kutoka Mikocheni, dar es Salaam. Msikilizaji, namna nzuri kabisa hiyo, tumetoka e, kusali kwa pamoja sala ya novena maalum kwa ajili ya kuombea kampeni ya kapu la mama kwa mwaka wa elfu mbili ishirini na tano na kumshukuru Mungu kwa ajili ya kampeni hiyo, leo ikiwa ni siku ya saba. Pale saa moja kamili tusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako.